Si mjua lakini, kulingana na yule jamaa alivyotuambia, mimi mahali shafika. Ah, mbali Asi, Siki, shafika bado, kuna moja tu hapa, tuingie kwa kona alafu tutaona hiyo nyumba hapo mbele. Hey, hey. Ah, mbali baba. Anajua hizi pia ndugu, hi Mwenyezi Mungu atatuandikia kumsaidia inshallah, inshallah. Tunangana, tushafika hapo hapo mbele tu hiyo nyumba hapo. apoaiyoen Odi wenyewe, odi huko. Karibu nani? Toka toka la haula, amefaa nini? si tumempata pale, tukambwana. Jamaa tutumlete jamaa, alikuwa mwezi Hasani, Hasani, leta mkeka, leta mkeka, leta leta nini mkeka. Uy, uy, uy. Sisi tumpata pale kuna jamaa pale alikuwa ambeba, lakini yeye mwenyewe tare mwenyewe tare ni uyo huyo, hamwezi alafu amembeba, tunabidi tumchukue kwa sababu mimi kwa hapa hapo taratibu, taratibu, taratibu Oh, i kimemputa nini jamaa, hata sielei. Sisi tumempata pale mbele pale na jamaa fulani jamaaeanlewaattlakini, atakuwa sawaajaumea sana. Basi mm. Sawa, mwacheni apate upepo. keni chini, mtuelezee imekuwaje mpaka kuwa katika hali hii Walikuwa ah, wawili na rafiki yake. Sasa sisi yule rafiki yake akatwambia tumsaidie, maana yake mwenyewe alikuwa ya anzidiwa. Kambe yakuwa sawa. Hmm. Sasa tukambidi tumchukue, japo mimi alikuwa sipajui, lakini rafiki yangu hapa alikuwa apajua, ndo tukashirikiana tumemleta. Ah, si hatujui huyu tumemwona tu tayari akiwa kwenye hii hali. Ndugu zanguni, tuomba ruksa tuondoke. Ndugu yenu tumewafikishia salama, nawajua si tuna vitu vya kufuatilia. Basi jamaa, kwa herini, acha si tuende, kama wenzangu waliposema kwamba tuna shughuli za kufanya, lakini tutakuwa tukipitiapitia kumwangalia mgonjwa hali yake. Uh, aya, sisi tuna la kuwalipa ulikedi kusema asante. Yaani twashukuru sana. Mm-hmm. Bila nyinyi hata tua tungefanya nini? Eh, karibuni sana. Mwakaribishwa hapa nyumbani. Asani. Uh, Mimi ndazamupale dukani kwenda kuangalia unga, je, tumkoroge kaka uji. Sawa basi. Kwa makini basi mwangalie vizuri maji saa hivi. uh, 20. 20. ya yeah. uh, Masai, mambo za tangu juzi nzuri. Eh. Za nyumbani safi. Mimi kwa ninakuja hapa kununua unga hapa kidogo. Oh. mm, Masai, nikati unga sima kilo moja kwa na chukua credit lakini hana credit tu Unatoka wapi kwani? mm, mimi nakuja kununua unga hapa iu natakaa na tu ah, ah. hapa chalana... kuna omena mm. Kuna lakini mm. Eh. Hii si pesa hazitoshi, wajua ah. mm, tumekumbwa na matatizo kidogo pale nyumbani, kaka yangu na mkubwa wangu sana. nataka kama ngapi? hey, ni tomato Mboga. Wale kama no, nina kitu hapa. Sitakufai. Asante, na kushukuru, rafiki yangu, Mungu akubariki. Amina, amina. Sawa, mm, basi so acha mimi niende uko hero ana credit napatana mm, siku nyingine. Sawa sawa, basi kwa heri. Taonana. Masaa nataka umena. Umena, mm, mafungu mawili yeah. ni shilingi ngapi? 40. Si 20, 20. Nataka na kichungu cha shilingi kumi

Ah, mami dogo nioni yaani nasimama sikuwa sikuona, unajua kilangu na mambo mengi, ndugu yangu, kwa ile kakaangu mkubwa amepata na matatizo saili ndikwa linisimamisha hapa. Wajua, pale niambia pale, lakini nikaghaflika nikaondoka. Kwani kuna nini huko nyumbani? Ah, ni kakaangu jana aliletwa alikuwa ani kwa ako aliletwa na vijana ingine amaukotako mm. Sijui ameanguka sijui imefanyikaje hata sielewi. Ni mgonjwa sa, saa hii, hata sasa ndio natoka, mfano kuchukua unga hivi, kamkoroge angalau uji anywe kitambo kidogo anywe. Sasa tangu tangu kitambo kidogo hivi jana jana nimepata na matatizo mimi. Naenda nyumbani basi, nitakuja inshallah. Sawa, inshallah.

Umechelewa, ah, kulikuwa kuna foleni, lakini acha nifanye fanye ni mkorogo wa kaka. Oh, a, sawa basi, sijaritekwa. Sawa sawa kaka. Kwa sawa

Ikaze kaka, ikaze kaka, kunywa atakusaidia, sijali kama Ewe Mwenyezi Mungu nakuomba nakuomba nakuomba sana umrudishe kakaangu katika hali yake ya kawaida. Nikakusanyia nini hasa? Nakuomba kakangu aweze kurudi katika hali yake ya kawaida maana yeye ndo tunamtegemea, yeye ndo anaitupakula. Tutafanyaje sisi bila yeye? Tukuomba umrudishe kaka yetu katika hali ya kawaida. Amen. Kaka uji tayari.

Tunyesha maji inshallah. Shika. Jitahidi, jitahidi kumwenua maana ni mzito kidogo. Shika, jitahidi kunywa maji inshallah llataasaaaaa Alafu mmenyamaza naye tu hapa ndani. Jitahidi kunywa maji. Maji. Itabidi afanywe kisomo. Alhamdulillah. Kwanza kabisa poleni kwa mtihani ambao tumekuta na kwa sasa uwezo wa Mwenyezi Mungu hichikusoma ambacho nimefanyia kidogo anafua. Kwa hiyo naomba nishirikiane na nyinyi, niongee na nyinyi kidogo. Shau. Shau. Basi songe kidogo hapa nionge Kwanza kabisa poleni kwa mtihani ambao umewapata, lakini pia ni washauri. Naam, kile kisomo ambacho kwamba nimefanyia kwa sasa kitakuwa na afadhali, lakini tupange siku, hata kama ni kesho inshallah na watoto, ili tumfanyie kisomo Mwenyezi Mungu, amuondoshe haya maradhi. Sijui kama amenielewa, kwa hichi ndicho kizungumza. Naam, tumekuelewa. Kesho wafanye maandalizi ili tuje kumfanya kisomo insha Allah. Basi mimi niwaache nah, <sighs> Allah akbar, Allah akbar. Salamu aleikum warahmatullah, salamu aleikum warahmatullah. Uh, uh, ustadhi ni mtukushukuria saa sahivi. Kwa mfano ustadhi, asingekune ungekuwa saii tongea nini ama a angekua katika hali gani sa? Ama kweli ustadhi ni mtu mwingine wa kushukuriwa sana tena sana, yaani sijui kama isingekuwa tu yeye an si kama tu amejua tu akaja tu kabisa kai kaka tu mko katika hali mbaya, tumshukuru pia na maulana we. Japo kwa nini ustadi ndo amekuja kumtilia dua, tumshukuru pia Mungu. Alafu kaka na rafiki zake toka nje kumwa, hajafika mwenyewe atasifia, sijaona rafiki, kia, hata mmoja

Ye, utakuwepo kesho eh? kesho ajaa, mambo mengi, lakini nitaangalia, nitajitahidi niangalie kama nitafika. Sawa, Inshallah. Inshallah. Sawa, yeah, tumombee Mungu ugonjwa wetu apone, Inshallah. Inshallah. Inshallah. Sawa basi, sajia mambo mengi, pilka pilka hapa na pale, tembeze zaenda na kazi fulani hapo nimeitwa Sawa, so, we karibu hapa, najisikia nyumbani muda wote, sikuwa huru fika hapa, wakaribishwa. hmm. hmm. Ah, basi acha kiasi nikusindikize hapo nje